hatua za makadara au arkanahu au anaita ndo nguzo za makadara. Yani mtu mwenye ameamini makadara kweli kweli hivi e vitu vinne, ona vijua, utafijuaje na wewe usikie madarasa au sisi na usikie madarasa wa zamani hivi e usikie kitere eh, basi kuna chesti sikia, viko vingi viseme vitu mimi kama sijakwambia kama unajisikia

Kwa hiyo hivi sasa mweka sajini hamta nifikiria ndio nisikilia wa. Watu watu ni wa shaytan, usawala lahum amla la umati ya moko wapendezeshe, ni hatari leo, zoka mfanyia mtu daawa ala kujibu ile kauli ya Firaun, wala wala mbele mtu huyo bwana, ili jambo limakosa, samashi mashi, hamna ya kwenu, wewe una ya kwako, kwa maana yake sina ya kwangu mimi, sikutolea waiza hivi hivi, kama gisi Firauni alimwambia Musa. Utakuja kutwambia aji uko mtume. Uliuaga mtu hapa. Wa faalta faalata, faalataka lati faalta wa anta minal kafirin. Ulikuwa mkaidi wewe. Ndo Firauni anamwambia Musa ili asimwambie hak. Ndo binadamu tuliokuwa. Mungu anakwambia siwa ya tauba vinakuwaga. Niache nifanya kosa nitatubia. Nani anakwambia kama tauba inakuwaga hiyo? Unampiga Allah mbaya. Wewe hujui kama katika sharti za tauba. Inabidi umwaidi Allah kama utarudi wala una, unatubia una, una na utarudi, hiyo ni tawaga haikubaliki. Sheikh amusu msha tuambia kama mtu atakafanya ka kosa akatubia akafanya akatubia akafanya akatubia akafanya akatubia, sisi tuambia eh, sasa wewe una, unajikubalisha unakubali kama utafanya hivyo utatubia, ufanye utubie, hiyo tawaga haikubaliki. Msha kuambia hivyo, wewe unaenda una, una, una, kinyume

chawekuvisema kwenye darasa zangu, usivisahau hivi vitu. Ivisahau utaviamini aje vitu sivyovijua? Nam, inawezekana ukaamini vitu usivyovijua, lakini ili imani ikamilike, inabidi uamini vitu unavyovijua. Nam, sisi tunakubali suhufu Ibrahima wa Musa, tunakubali hiyo vitabu na tunaviamini, lakini hatuvijui

ukiviamini vyote imani yako imetimia, ya kuamini makadara. wa man intaqasa wahidan minha wa ankara faqad ikhtalla imanuhu bilqadar, na ambaye atakayepungukiwa na kimoja na akakipinga, imani yake imekuwa na mapungufu. Al martabatu al ula, cha kwanza, alayhi waamini kwamba Allah amejuaga, Allah iko na elimu, huwa al imanu bi anna Allah taala alimun bikulli shay ni kuamini kwamba Allah anajua kila kitu, Elimu ya Allah kuikubali, hakuna kitu isipokuwa Allah anakijua, lazima ukubali. fa ilmuhu muhitun bima bima kana, elimu ya Allah imezunguka vyote vilivyokuwa vili, vili, vili wa masa yaku na vitaka vyokuwa, wamaalam yaku na ambavyo havija kuwepo. lau kana kaifa yakunu, kama ingekuwa vipi ambavyo havija kuwepo vinge kuwepo, ingekuwa vipi Uona miguu miwili, Allah anajua angekupa miguu mitatu ingekuwa vipi? Uko maskini, Allah anajua angekupa utajiri ungekuwa vipi? Uko tajiri, Allah anajua ungekuwa maskini ungekuwa vipi? Uko Ulaya, Allah anajua kwa hivi sasa uko Ulaya, ungekuwa afrika ungekuwa vipi? Uko Afrika, Allah anajua ungekuja ulaya ungekuwa vipi? Ndio maana ukimwomba Allah dua, ndugu yangu, mzanie Allah kheri, muachie ndo wakuchagulia, so umlazimishe. Ao anaomba tu dua ya kupata visa aende majuu. Umekuja majuu, ulikuwa unavaa ma, majibabe kule manyumbani manikab, unakuja majuu unavaa suruali, kichwa wazi, ukuapenana mme wako unatupa nje, ndo mazuri hayo, nakalia kuomba tu dua kuja ulaya Kuna watu wametoka Afrika wakaja Ulaya, uchamungu kazidi, Shekh. Wanatoa masadaka mengi, wanasaidia miradi mbalimbali mbali ya Kiislamu, wanasapoti mambo ya wa Uislamu. Mimi kuna dada zangu wanne wamenifurahisha pale Ufaransa. Sijawaona tu lakini wamenifurahisha ananiambia, l Ustadh Habibu Kudra, hapa kuna mama zetu wanne wamejitolea pesa yao, tiketi yako ya kuja na kurudi, ushiriki hili jambo letu la leo. Ilikuwa hutakuja lakini, wao walisema lazima aje, wakajitolea. Nikawaombea dua za dhahiri na za siri kwa kunizania khairi. Allah atujalie tuzaniwe kheri daima. Wakawa wameniongeza uchamungu kwa sababu Allah anasema innal ladhina amanu wa hamilu ssalihati sayajalu lahumu rahmanu wudda, wale ambao wanawamini Allah na wakafanya vitendo vizuri tutawajalia wenye kuwapenda. Nimekataa kuyasema aya kwa urefu, sababu pale tuko na mashehe wenzangu. Basi tatizo inaonekana ni yeye mwenyewe sheikh. Kaje kwa tatizo, unajua kheri usiziseme sheikh. Ah sheikh, una wazani wa mashehe wenzako watakufanyia husda, unasahau kama yule jamaa alikuja kwa Umar bin Khattab pamoja na Abubakar, akamwambia Umar, nimeota ndoto. Ndoto gani? Nimeota kwamba wewe ndio uko juu ya makhalifa wote. Umar akamwambia kum kum kum, ahlamu naim, ahlamu naim, ahlamu kum. Umar akamfuta tok tok tok, ondoka sasa koshi, ndoto za upuuzi, ndoto za upuuzi. Mimi, ndoto nimeota, sokuseka nimefanya ni yote sikulazimisha ni yote wakati nitakuambia umenifukuza ukatakata kunipiga akaambia wayhak atadhkur li fadilatan fi majlis abibakr, Abu Bakr, unaweza kuzungumza fadhila yangu kwenye kikao cha Abubakar? Hivi unamjua Abubakar? Unamjua Abubakar? yuqayasu nas hata idha intaha, watu wote wapimwe na vipimo, lakini ukifika kwa abubakr na kipimo hakiwezi kumpima hata ya hapimu na watu Nyinyi mtakuwa, nyinyi wengine pimaneni, nyinyi wa pili tu, namba moja ni ya kwake. Kuma kwe. Kwe katika adabu, ndiji pe ilivyo. Ya yonoso kacha kuzungumza fadhila fulani, mbele ya watu fulani, kwa hiyo adabu ya Umar anatufundisha. Eh, anasema jumlatan watafsila. Allah ajua yote yatakayotokea kwa mapana yake na kwa mafupi yake. Wala yaczubu can ilmihi mithqalu dharatin fi lsamawati wala fi lard, Allah tabaraka wa taala, yani anajua kwa mapana ma na, ma, na mafupi aje, kwa mapana na, na, na, na, na ufupi. Mfano e, maisha yako ya wewe kuja Ulaya, Allah anayejua hiyo, ndiyo kwa jumla, na pia anajua kwa undani zaidi, utafikia kwenye nyumba gani, nchi gani, utatumika kazi gani utakuwa nakula nini alfajiri, utakuwa unasali sal utakuwa husali, anajua yote. Utamuoa nani, utaolewa na nani, utazaa watoto wangapi, nani atakufa kabla yao, yote nayajua. Ndio jumlatan wa tafsila, wala yazubu an ilmihi mithqalu dharratin fi samawati wala fi lard, akuna kinachomfichama mbinguni na ardhini hata kiwe na uzito mdogo. Vipi?

ni dakika ngapi saa ngapi eh? sauti itakatika ita, ita uwaze kunguruma ku, ku. Wa aalima shaqiya minhum wasaida, namjua muovu na mwema. Wadhalika biilmihi alqadimi aladhi huwa mausufun bihi azalan wa abada, hilo ni kwa elimu yake iliyotangulia ya kabla mpaka mwisho mpaka milele.

min maqadiri alkhalaiqi ila yawm alqiyamati fi llawhi almahfuz, ni kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa elimu yake aliyoyajua aliandikaga yote e, ya mpangilio ya viumbe mpaka siku ya Kiyama, kwenye mbao zilizoifanyika. wa huwa alkitabu alladhi la lam

Uktubil qadara, andika mapangilio makana atakayokuwa wa mahuwa kaimu ila alabad abad mpaka milele yote vitakavyokuwa mpaka milele, andika kalamu kani andika. Ah, kitabu cha, cha mzee fulani kina karatasi mia andiko. Kitabu cha mama fulani, hicho kitabu kitakuwa na karatasi mia tatu, ataishi umri mrefu na andiko yanaandikwa yote shikada hata zote zishaisha zika kitabu kikajaa kikafunikwa kikawekwa. Ah, hakuna la kuongezeka. Ndugu yangu, tusiombi dua omba na nyesi, ipo katika hicho kitabu. Hiyo dua ya kuomba na nyesi ipo, ma faratna fi alkitabi min shay Allah, subhanahu wa. Hicho kitabu hatakuwa cha kitu afa mchezo. Almartabatu thalitha tatu, kitu cha tatu ambacho ukiamini okay, kwa makadara ndio una, una, una, makadara ndio una unakubali una,

Mfano kupata watoto wewe, mfano eh, kupata maisha mazuri, mfano eh, kuwa na afya. Allah ametaka hivyo kwa umma wake, kwako wewe, walhikma na kwa hikma yake. Ikiwa ni kitu ambacho kinakuuma, mfano umefiliwa, kwa amekufa, kazi imefukuzwa, hali ya maisha ni nzito, magonjwa, stress, hapa eh, Allah kwa hikma zake ndio alikutakia uwe hivyo. Ipo hadithi Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, Allah anawajua waja wake ambao wafanya ni maskini, angewafanya watajiri wangechupa mipaka, wakaenda wrong. Na ndio hali tunaona watu wa Ulaya, kuna watu tunawajua Afrika walikuwa ni wachamungu, nasali itikafu lakini, hapo wala usiwambii. Hadithi inaendelea anasema, Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala, kuna waja wake aliwajua ni, ni, ni matajiri kwa gisi ni matajiri, kama angewapa ufakiri wangefanya maajabu, wangeingia moto wa shekhi, wangekufuru shekhi. Huko ulaya hauna uaminifu shekhi, unakula unawaibia watu ila zao, na huko ulaya unapata mshahara ungekuwa Afrika so, ungekuwa mbimba. Yahdi man yasha man yasha'u bi rahmatihi Allah, kwa eh, huruma yake anawaongoza watakao. Wa yudhillu man yasha'u bi hikmatihi, na wa anawapoteza

kinandana na elimu yake iliyotangulia kimeandikwa, kwenye zile mbao zilizohifadhika. Uh, fa mashiatu Allah ta'ala nafidha. Kwa hiyo kutaka kwa Allah lazima kutokee. Wa qudratuhu shamila, na anavyokusudia uh, lazima yaani vikamilike na vienee kila kitu. Masha Allahu kana wama lam yakun, anavyotaka vinakuepo na venye hatake haviwepo, fala yakhruju shaiun an iradatihi wa mashiatihi, hakuna kitu kinatoka kwenye kutaka kwake na matakwa yake. Pala taala Allah kasema: amatashauna ila an yasha llah rabulalamin, hamtotaka isipokuwa kile kitu ambacho anataka, indo mola wa walimwengu. Subhan subhanallah. Nao watu wa motoni watakaoingia motoni

Allah anuku kwenye sura Al-An'am, watasema watu mkiwaona gesi watu walisimamishwa kwenye moto wa Jahannam ili wauingie wao, wasema ya Allah. turudishe tukao tunasikia haya mashia wanayasema, tukao tujahikisha, tunajionea kwa macho kusadiki kwa toma. Allah, turudishe, tutajitahidi kusikia madarasa, tutasali, tutaswaumu, tutakuwa watu wema. Allah ajibu, wanasema wala urudu la adulima, waongo wakubwa, nikiwarejesha watarudia yale yale moja, utana na mwanadamu yuko kitanda cha hospitalini sahau, anasahau shekhe, anasahau mimi. Kuna mtu amenihadisia, alipokuwa Ulaya alimkaidikia Allah akimwambia kuhusu sala, hiyo sio ibada yetu, ni ibada ya Waarabu. Sisi Waafrika tu na dini yetu, dini yetu ni nini? Nini? akataashefa kali mwislamu ko ulaya ko na kila kitu Allah akampiga mtihani mdogo wakamrejesha Afrika. Aka, akala uh, dini fulani na watu fulani amsi wa ni kubali kama mimi niko hapa nimkataeni. Wakamkataa wazungu wakashangaa, wakamrudisha Ulaya wanaomjua wanasema hivi ni, ni mchamungu

Roho zote za wanadamu vi Allah miweka kwenye vidole vyake viwili ka qalbi wahidi. Hizi roho za wanadamu zote kwenye vitanga kwenye vidole viwili vya Allah ni kama roho ya mtu mmoja. Yusirifu au yusirifu haithu yasha. Allah alnabi anabadilisha atakavyo. Anaibadilisha atakavyo. Subhana Allah, subhana Allah, subhana Allah. Ndio maana mtume anakuwa anaomba dua sana. Allahumma, ya muqallibal qulub Thabit qalbi ala dini e, Allah mwenye kubadilisha abadilisha roho, acha roho yangu kwenye dini yako, acha roho yangu katika kutii. E ayo la ibni Masudi alikuwa anasema, mwenye anataka kumwigia, ukitaka kumfuatilia mtu umfuatilia aliyekuwa, kwa sababu aliyekuwa hai anaweza kabadilika. Shekh, aliyekuwa hai, la yu'manu lahu min alfitna, mtu iko hai Aminiki fitna, wallahi fitna ikija inakuwa ina wanadumkia wanaume kwenye fitna wenye busara zao na elimu zao, shekhi, mtu anaingia kwenye fitna. Leo ulikuwa naye, kesho hauko naye. Leo alikuwa anakupenda, kesho anakuchukia, anakuwa adui mkubwa. Leo alikuwa ni rafiki wa karibu, rafiki wa nguoni, kesho anakuwa adui wa hatari, iko tayari kukuua

fungo la mwisho ili wewe uamini makadara kwa kweli, lazima uliamini na ndio la mwisho. Ili a al khalq kwamba Allah amejua kisha akaandika kisha akataka kisha akaumba. Sasa hiya limanu bi anna Allah taala khaliqu kulli shay la khalika ghairuhu, hakuna aliyeumba, yeye ndio aliumba kila kitu. Wala raba siwa, hakuna mola kinyume naye, wa anna man siwa llah taala makhlukun mujadun maw, uh, min aladam, kila kitu ambacho si Allah kimeumbwa na kimekuwepo, kilikuwa hakipo, kanu bada an lam yakun, kimekuwepo. Kila kitu kina mwanzo, siokuwa Allah. Fa huwa khaliku kulli amilin wa amali, Allah limeumba kila mtendaji na kitendo chake. Wa kulli mutaharikin wa harakatihi, na kila mwenye kutikisika, na